Wale wenzangu na mimi wenye kupata vile vitu, vitu laini vile, ndio jamaa anakuja kule chini, una eneo lao l wanajua wenyewe, sikianza kesi zinaisha hapo. Jamani, Mibata oye, oye. <laughs> Usikilizani kwanza, nawashukuruni sana kwa kujitokeza. Tujipongeze, tujipigie makofi. Wewe, mbona mpigi makofi? Maendeleo ya mtaa wetu yanaletwa na sisi wenyewe. tukisubiri serikali, kuna michakato. Watu wengi wanasema, oh, tunalipa kodi, lakini hizo kodi mpaka hizo ni za nchi mpaka zikafanyiwe michakato alafu ndo warudishe sasa. Itatuchukulia muda hatutafika kwenye maendeleo tunayo yataka. Kwa hiyo mimi niwashukuruni sana kwa kujitokeza, lakini niwashukuruni sana kwa kuitika wito. Hili ni jambo la kujifunza, hata hivi tunafanya hivi So, Karugara -ka hey, ana hasira na watu kwa hiyo misogee tu, kani, panenga, so, tulivyo, apa, tu huko, kazi zake zigaau tulivyo hapa na wenzetu huko wanaendelea na kazi. Hili tangazo la kupita Ijumaa ni kwa ajili ya kukumbushana tu, lakini zoezi hili ni endelevu tutafungua barabara moja baada ya nyingine, lakini kabla sijazungumza mengi, wiki iliyopita tulikuwa kwa mkuu wa wilaya, tulikuwa hapa shule ya Kigonzile, alikuja hapa na moja kati ya ahadi alizozitoa, kwanza ameona juhudi zetu hizi ile tripu ile ya siku ile, ile ilimsikia ili, ili, ili, ili kaona hizi juhudi zetu tunazozifanya hapa, amesema hivi na yeye atachangia mafuta kwenye greda linalokuja. Makofi kwa mkuu wa wilaya. Kwa hiyo tuna uhakika, tuna barabara zetu hizi tutazipitisha, tuta greda muda si mrefu, na bahati nzuri amenipa maagizo. Jumanne hii dada, ungejivuta tunakwenda kuonana naye, na ndipo tutakapomweleza vizuri changamoto za kwetu tulizo nazo huko. Na bahati nzuri zile hoja za maji za umeme alizipata pale, amewaita watu wa maji watu wa umeme, tukutane nao kwa mkuu wa wilaya Jumanne saa mbili asubuhi. Kwa hiyo nyinyi mnayezungumzia masuala ya maji huku maji, maji yatakuja, tunaamini hivi. Tujitahidi tufanye maendeleo. Maendeleo yetu ya mtaa wetu yanaletwa na sisi wenyewe. Jambo mm -hmm, lingine, tuna watu wa kaidi mtaani hapa hawataki kutoka kwenye maendeleo na wanaleta vipingamizi sana kwenye utoaji wa michango sasa wajumbe wangu mpo hapa sawa? Eh, ndio, mpo hapa. Kamati zile za maendeleo tumesha zi, zi, zichagua zipo. Hatutamwonea haya mtu, tutapita kwa kila mtu ambaye anakaidi kufanya maendeleo ndani ya mtaa wetu. Miji mi, m, m, mkitaka kujifunza vizuri, mnaiona semsema ilivyo. Hebu itazameni Mibata ilivyo na sura nzuri. Sasa tusiharibu hii sura ya Mibata. Mibata hii inatakiwa ipitike maeneo yote, ijengwe maeneo yote, zifanyike biashara maeneo yote. Leo tunafungua hii barabara, lakini tunaamini hii barabara itafanya watu wajae huku, sawa? Watu wajae huku, wajae huku, wenye biashara zao watafanya kwenye mabarabara haya, tumeelewana eh? Jambo hey, lingine tuna maagizo. Nafikiri aliongea aliongea diwani wiki iliyopita kwa waliokuwepo kuhusiana na ujenzi wa, wa, wa sekondari ya Kigonzile. Sasa hivi kule Kindumu ni mbali, tunasogeza sekondari hapa Kigonzile. Hii sekondari ya Kigonzile Tume, tumekubaliana kwamba ichangwe shilingi elfu kumi kwa kila mwananchi ili tuanze kiti alafu mambo mengine ya, ili, serikali baada ya kunanii kuanza kile kiti huko kwingine itatusaidia. Kwa hiyo mchango tulikubaliana hiyo elfu kumi kila nyumba, lakini tulijaribu kuomba kwamba sasa hizi hali ni ngumu, basi angalau tuichange kwa awamu, tukakubaliana tuanze na elfu tano Alafu elfu tano itafuata baadaye. Kwa hiyo mchango huo ni, ni wa lazima kwamba kila mwananchi anapaswa achangie. Mchango wetu wa hizi barabara ambao ni wa shilingi elfu mbili. Hiyo ni kwa sababu ya vifusi. Tutaletewa greda, lakini tutatakiwa tu, tupate vifusi kwenye maeneo korofi, hasa ile barabara ile pale chini, maeneo korofi sana yapo hapo mpaka huko. Sasa tu, tumeshaongea na wadau. Mmoja wa wadau ni Moze, amesema atatupa magari bure, lakini tulete tuweke, watakao kuwa wanapakia wana, wana, wana, wana, wana kile kifusi. Kwa hiyo wanaopakia watatakiwa walipwe, sawa, na mahali tutakapokipata kifusi ni lazima kilipiwe. Ndio hiyo elfu mbili mbili tunayeipitisha. Kwa hiyo pamoja na kupita greda, lakini greda litakuja kusembua zile sehemu korofi, ndio za kuletea vifusi. Kwa hiyo hii elfu mbili ni muhimu sana na tuliiweka iwe, mchango huo ulikuwa unaisha Jumamosi hii, lakini niliagiza kwamba angalau twende mpaka Jumatatu iwe mwisho. Kwa hiyo tujitahidi kufikia Jumatatu ili Jumanne hata napo kwenda kwa mkuu wa wilaya napoenda ku, ku, ku, ku, kuzungumza naye juu ya haya basi, angalau na mimi nionyeshe nguvu yangu huku nyuma. Ni nini, tumeelewana? Kwa hiyo toeni ushirikiano kwenye hili daftari la, la mchango wa shilingi elfu mbili mbili. Mwenye kuto, kuku, kuchangisha mchango huo tulimchagua sisi wenyewe kwenye kamati ni bibi Sara, huyo hapo huyo, atashirikiana na mjumbe wa serikali ya mtaa lakini ukimwona mwenyewe daftari hilo nimegonga muhuri, hakuna shilingi ya mtu itapotea. Nimegonga muhuri kila peji. Kwa hiyo unachotakiwa kukifanya ni ku, uhakikishe tu unapotoa ule mchango pale pana muhuri wa serikali ya mtaa, isiwe nje hapo. Tumeelewana hey? Hey, mtendaji, sijui kama una, una la kuzungumza na watu kabla sijafunga. Karibu. Habarini sasa hivi. Mkubwa shikamoo. Wadogo marahaba. Kwanza niwashukuru sana kwa kufika na niwapongeze kwa kuendelea kuwa na moyo huo wa kujituma. Tangu Jumamosi mmekuwa mkija, lakini na leo tena mko wengi, kwa hiyo mi nashukuru sana. Cha pili, sasa mimi natangaza, ngoja niende moja kwa moja kwenye matangazo yangu. Tangazo la kwanza ni kuhusu, nina fomu za vileo Leo mnavifahamu vileo ni, ni wale wenye grosari wale wenye virabu vinavyotambulika, sio wanaouzia majumbani. Umeelewana? Ehe, kwa wale sini zao wote zinaisha. Wewe kama unae ndugu yako yuko hapa Mibata au wewe mwenyewe unafanya hiyo biashara, naomba ufike pale ofisini uchukue hiyo fomu, uje na shilingi elfu kumi. Hiyo fomu imetokea imetoka katani, nimepewa maelekezo kwamba inaenda na shilingi elfu kumi. Umeelewana? kwa hiyo ukishafika pale uje na leseni yako ya zamani, ili tuandike zile namba za leseni yako ya zamani ili upate leseni. Zoezi hili ni mwisho Jumatatu. Napeleka fomu asubuhi kwenye kikao, kwa hiyo ikipita hiyo kwenye kikao cha odisi, kwa hiyo ikipita hiyo ina maana wewe hautokuwa na nini, hautokuwa na kibali cha kuuza tena kileo ateni ya mibati. Cha pili, mimi niwasisitize, kila mtu anajua ujenzi holela ni marufuku. Na ujenzi wa holela ni nini? Unapoanza kujenga kabla ya kuchukua kibali, mimi nakuita huo ni ujenzi nini holela. Kwa hiyo basi, hii tendesi iliyojengeka ya kwamba mtu unaweka kiti alafu unasubiria mtendaji apite, alafu mwanze kuongea mambo mengine vichochoroni, naomba hiyo story fanya nini ife. Hapa tunachokifanya ni kuchukua kibali, na mtendaji hatoi kibali, mtendaji hatoi nini kwa hata mtu yote akija kukuuliza ukasema mimi nishaonana na mtendaji, ni sawa na kazi bure. Hela yako itakuwa imeenda bure kabisa. Kwa hiyo, kumbe cha kufanya kabla hujaanza chochote kile, unajua shida mnayo jichanganye, kwa mtu unaanza kabisa hapo, ndo ukachukue kibali. Faini yake ni laki ngapi? Mbili. Yaani ukishaanza tu kuset, sijui mambo sijui ni nini, uanze kujenga, hiyo faini ni laki mbili. Kwa kabla hujaanza basi, jitahidi fika jitahidi fika pale ofisini, mimi nikuelekeze taratibu za kupitia ili upate nini kibali. Na kibali ni rahisi sana kwa sasa hivi, ninadhani wanalipia kama shilingi 30 tu, alafu nalipia kwenye control namba ya serikali, kwa hamna mtu atakula hela yako. Kwa hiyo ya unapofika pale nitakuelekeza process za kupi.